<laughs> Lakini kija kuangalia ni wimbo unaokutia moyo kwamba in Jesus we are winners. Ndio maana anasema kwamba we are more than conquerors. We conquer everything. Eh, sisi ni winners. Lakini huyu naye ni Minister Michael Mahendre anasema kwamba I am an overcomer. I overcame. Na kazalika, na kazalika. Wacha nipokee simu moja kisha tuingie kwa yanayotendeka. Hello. Hello. Hello. Hello. Yes. Jema. Hata mimi namshukuru Mungu ndio meamuka hacha wengine waamuke, t iwesakami iamagkolo ama amafiribi na wengine wana Samaritan. Leo unahisi vizuri? Unahisi vizuri kidogo? Najaribu. Ah, Mungu atakuponya. Eh, Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Amen. Asante sana. Eh, huyo ni akiwa pale, mm -hmm. Ah, right now Mamsela akiwa pale Busakami, wacha tu chungulie chungulie kidogo moja mbili yanayotendeka. Ndova sana. Okay, so jana, yeah. eh, kule Kango Kajara Mugi. Mm -hmm. eh, kule kwa nyumbani kwa Hayati eh, Raila Odinga kuna kunao kijana yake eh, ambaye is the only son kwa familia pale mm -hmm. Eh, jana alikuwa natawazwa kama kiongozi wa familia. You remember kwa speech yake akiwa Nyayo alisema kwamba I promise that I will uh, take care of mom Rosemary Winnie eh, and uh, mom mm -hmm. Eh, sasa jana aliweza kupewa eh, ali, na wazee eh, alipewa jukumu sasa Mm -hmm. Unajua ni jukumu kubwa sana hilo. Mm -hmm. Eh, kwamba wewe una eh, ndio maana vijana, eh, vijana ni kijana ndio maana vijana wanaume ni majukumu. Mm -hmm. Ushaona, so nikaona pia wakanyolewa nywele, sijui kama hii ni nini inafanyika. Ni kama ni tradition ya Kiluo. Yani, sasa ni tradition ya Kiluo uh -huh. Uh -huh. the son The first born, ama yule sana ambaye yuko sasa sasa ndo kutawazwa kuwa head of of of the family, family, lazima you go through some uh, eh, exercises hapo eh, hivyo yeah, yeah, yeah. Eh. Eh. so so eh, maybe that's just one of them, so nanyolewa, nanyolewa. Nanyolewa. And then ilikuwa ina, ina, ina mark sasa end of, uh, end of, uh, morning kwa familia mm. so now family is now is free mm yeyote kama kwa shughuli zake, maana yake alikuwa amepoza. Anaweza enda yule wa kuingia Mai Mahiu kidogo, anaweza ingia yule wa Njoro anaweza enda kwenda Njoro kidogo, na kadhalika na kadhalika, na kwa Uh, mkubwa wa familia sasa. The only thing that I know with the Luya is when someone dies in the family especially the head of the home kila mtu ananyolewa nywele, mm. kila mtu anakuwa kipara. You you <coughs> you see that's what I know. But a uh, mambo ya ku Na ni kuulizi mm. Okay, ukisusia Sasa wewe utasema ni wewe umeua mkufi you must must shave shave ah. Yeah. You must shave your hair. Nsa, sisi. Hata wana nywele ndefu kama hii yangu tanyoa. Na sisi ambao tuna nywele. Uh, utaenda kutoa something must happen in your head. Eh. Eh, tu uwaruze, kuwaruze, tu kwa wembe, kinyuzi, na na na na, na na wembe. Wembe wembe tu ama kinyuzi anakuja. Ile ile kipara yenyewe. Eh, na ile wembe unajua, unapofu kwa kichwa una. Na vile nimeteseka na wembe <laughs> nikiwa shule ya <laughs> msingi. You will have to teseka again. That's part of morning, you see. So, hata ukikata kidogo you feel the pain, pain unalia kidogo, una release ile pain ya mkufienda. Life moves on. I I don't know if I'm lying, by the way, but I know I'm saying the truth. Yaani ndio shida yako sasa ndio naweza kosa kuamini because sijui kama ni kweli ama ni. It is true. <laughs> Sasa, okay, ndio hivyo, ndio hivyo mambo yalivyo pale. Yeah, <laughs> na sasa what if a family doesn't have a male child? Hmm? Like hakuna mtoto wa kiume kwa family. Anko. What will happen? Anko. Eh. <laughs> Ah. <laughs> Lazima utafute kijana. Owa, unasikia mtu anaitwa mama girls, mm. Ama mama boys mm. Eh, lakini wewe kama we ni mama mixture nafaa ufurahie sana mm. Kuna yule mama girls anatamani hata angekuwa na kandume. Ka moja eh, ka weak point, lakini nafanyako? Unajua <laughs> <laughs> <Tuka weak point. laughs> <laughs> mtoto kijana mm. akizaliwa kwa wasichana tupu mm. Ah, alafu asiwe fast born. Oh. You may have a brother mwenye si fast born. Huyo ni lost molecule. Lost molecule. Lost molecule. Na ni yeye peke yake. Yani, yani, anakuwa na dekezo vile Yaani ayuko strong yani, kijana yani, bond zake yani, kijana yani, kuna vile ambavyo yuko very weak then mine is very strong because ila kiwika like sasa, sikia mtu kama Jessica hey. Ndio first born pale uh -huh. Alafu sasa na ndugu yake, labda tuseme second lasti mm. Ama ndio lasti born mm. Na ndio kijana peke yake, ukijana atakuwa na nguvu vile, kweli anazo ste nae lakini si kama Anazu. Yule, si kama yule fast boy hey, tu. Yani yule kijana wa kwanza tu yani. Yani mpaka mwenyewe ndo yuakani kama ni fast boy. Unajua? Yule hakudekezwa hey, na mama hakudekezwa ah. Mimi nimelelewa na mama simba hey, usinione hivi meea na mama, tu. <laughs> Ha, ni mama. Wanajua psychology. Maana mtoto akisikia kunyongo na mama yake mzazi, ya anamwambia anatii na nasikiliza Ana hey. Na sasa unajua, nakuja kuangalia eh, saa zingine eh, wapata kwamba okay. It is normal msichana mm. kuzaliwa kwa wavulana mm. wengi, hiyo hiyo haina nini hata kidekezwa, kwa hivyo haina shida, lakini nakuja kuangalia kijana kwanza, ni last born eh, na nyinyi wote mmemlea. First born amelea yeye, second born akalea, third born akalea yeye, alafu last born pia eh, yule ambaye ndiyo, eh, nini, Deputy kitinda mimba mm. Deputy kitinda mimba pia akalea, akamlea. Sasa yeye amepitia kwa mikono yenu nyinyi na ndio kijana. Unataka kusema kijana, mm. kijana strong masimba, tu kama simba tu. Italingana with the parents especially the mother. Akimdekeza basi asi expect kuwa na mwanaume hapo hey. Lakini akikaa kimwambia hakuna mambo na, na last born hapa. You You are the man of this home. You must stand up and behave like the man. hey. eahi Atanyoka vizuri sana. Sindio? Yeye atakuwa anakaa yenyewe, mimi ndio mwanaume, lakini naona akiwa second born pale anaweza ku behave. Yeah. Lakini, lakini last, last born. Wewe <laughs> <laughs> <laughs> unaweza kukubali kuoleka kwa, kwa, kwa, kwa last born? born? Ano. First born? It's either ni first born Halafu sasa unajua first born, so first born itakuwa na majukumu sana kwa ile familia. Una, una majukumu nyumbani na vyo una majukumu kule. Songa mbali na mimi. Anataka umwite kababa. Anataka adekezwe mimi ndo mwanamke, nataka kudekezwa na sasa. Enda nataka umdekeze yeye, si ndio? Na makasiri, heshimu ulastbon wake. Lakini moja, nikwambia kitu kimoja, wewe lastbon pale nyumbani, ukija kwa mahusiano, kumbuka kwamba haya ni mahusiano. Mambo ya ulastboni acha kweli eh. What's you wew... know that? relationship? meedekeza na dada zake na mama yake pia you you should be be that. In fact, are supposed to be, are the supposed are to be gifting him, buying him him. buying flowers and chocolates, giving Anataka, him yeah. chocolate. chocolate. Mwanaume anataka yeah. <t> hey, yeah, waulize Mwanaume hakule Wanakula chocolate, kwanza wanataka vitu vitamu vitamu vitamu wanataka kudekezwa mama, yeye. Lakini sasa ujue pia, hmm. ah wale ambao ni fast bones wana majukumu sana manake a fast bone is like a father or a mother eh, in that family, especially when kama hakuna wazazi, huyu ndio wazazi mm. because aliwatangulia, anajua mengi sana kuliko so you must listen to him and I've seen cases where mm. how anyuma they disrespect so the much wale ambao waliwatangulia, so I'm like wondering wewe what, what's what's wrong eti kwa sababu aka akakalasiboni nikamanaja mm. kwa Equity na huyu ndugu yao anaendesha mkokoteni mm. we buda, utaniambia umesoma umesoma I have had an encounter haaenounte mwingine akiniambia kwamba firstborns huwa hawana akili ah, hapana. Ati wako tu wanakaa kaa tu maduansi duansi. And I'm like, do you know what it carries, what it takes to be a firstborn? Do you know? Ama unaongea tu. Lakini ni ukweli. We are carrying the favor of that family. Sasa nikwambie. Tukiangalia the story of Esau and Jacob, Esau hakuwa na akili. Yani, who, yani unapea mm, mdogo wako hadhi ya juu kukuliko hii. Ndio inafanyika paka ina, inakuja kwa extent ambapo mzazi mamako akuoni kama fast bond pale mm, wakati baraka zinataka kupeanwa kwako Mm. Anaziiba. Anapea. Pakiza sambona wali walifanyia huyu? Walimfanyia. Wa. Lakini hiyo si poa. Lakini unajua eh, Mungu alikuwa ashasema eh, kwamba uko na watoto mbili. Eh. Eh, moja. Mm. Ule mkubwa ataongozwa na yule kado, eh, so ilikuwa ni kitu yani Mungu alisha kuwa amepanga Ay, vile. Lakini sasa kama hata alikuwa amepanga mbona, mama na wewe pia, huyo ungeacha huyu mdogo pia ajinganganie, sindio? Sindio? Lakini una, una ah, jamani, sikufurahia hiyo story, lakini kwake yeye akauza birthright zake because of soup. Mm. mm. so sometimes, sio eti eh, firstborns awana akili

Nakisema tu kwamba ni vile majukumu. Si unaona kama unaona kama Esau. Majukumu yalikuwa kwamba yeye yeah, yeah, ni kuwinda na kuleta you know for the mm. family wa kunywa supu nini nini. Sasa akakuja hiyo siku amechoka, ana njaa mm. Lakini ndugu yake huko alikuwa ame prepare. Sasa ile anamringia ringia ringia. Mwambie aki, aki please, aki, please. Mm. Nasema, no eh, ili kwamba nikupe there must be an exchange of something. Oh come on. Basi fanya hivi nitakupa pathrice zangu. Oh, hey. Eh. Eh, tu sawa, chukua supu kunywa. Yeah. So ndio maana mm. unaona kwa uh, some families uh, wale wadogo wananawiri mm. na anabakia pale, anabakia pale. Okay. Because the mkubwa one mm. has the weight of the family. Amebeba uzito sana mm. pale na mara nyingi wanajua uzao wa kwanza mm. unakuwa fruitful. Yes. Kwa hivyo lazima kuna vile ambavyo utapigwa vita, so first hey. boys, ile wanapigwa tu vita vya hapa na pale, lakini afaa waombe sana, tuombe <laughs> uh, tuombe first boys. Oh wewe uh, ni first boy? Eh. We, kumbe ndio maana una... sbom <laughs>